Mapato mapato yao mapato yao we, mapato yao, umefungua pesa zao, umewarudishia eh? Umewarudishia pesa zao, umerudisha pesa zao. Haya, rudisha rudisha rudisha rudisha, hizo pesa zao, rudisha maisha yao katika jina la Yesu, rudisha haraka haraka haraka haraka haraka, haraka. Rudisha hizo pesa zao

Wakimwona bwanake amekuja, midomo imenuna wawe, kwa sababu akona pesa <coughs> <fukuwa, staki> <coughs> Sababu bwanake alifungwa, alifungwa kabisa, alifungwa alimfunga mwenyewe tena. Wewe ndio unataka kufunga bwana wa watu wewe

Urudisha. Urudisha. Leo tuko hapa. Hatuondoki sisi. Hatutoki mahali hapa. Umemaliza. Umemaliza. Umemaliza. Eh? Kitu gani umemaliza? Umemaliza.

Fungua huyo mzee. Mfungue haraka. Okay. Mimi sijaje si, hapa nije nicheki na nini. Fungua huyo mzee haraka. Huyo mtoto aje amfungue. Fungua huyo mtoto. Fungue mtoto.

masomo yake walishika

Sake, sake, sake. Ile nyota ambayo mlichukua mwirudishe katika jina la Yesu Kristo, akili toeni haraka, haraka toeni.

kazi ambayo nimekuambia. Haraka. Haraka. Haraka, haraka, haraka, haraka, haraka. Haraka. Haya mwanawe hili ni na daraka. Haraka. Haraka. Na hiyo nyota yake mwirudishe. Mahali mbako mlienda mkaiweka mwirudishe kwa. Hiyo nyota yake irudi. Hiyo nyota yake mwirudishe katika jina la Yesu Kristo. Hiyo nyota yake mwirudishe.